Na duniani hawa watu wanayo, hawa wanatafuta mafanikio lakini baraka, wengi wa nyumbu zitafuta baraka zinapojilia, na ukiona zinapungua, baraka zinakuja zaidi hizo, kama Ayubu. Kwa hiyo changamoto tunayopitia ni kwa sababu ya mzigo wa baraka uliokuwa nazo. Sasa ukisikiza changamoto kuliko kusikiza Mungu, utakuta baraka zisije, utatafuta mafanikio kwa utaishi kwa kuhasu, nilipo ndogaje ni alaana, kwa sababu watu wengi wanatoka kwenye mzigo walioumbwa na Mungu Mafanikio yanaisha na kupomoka, unabaki ni sifuri, lakini sio baraka za Mungu. Baraka za Mungu, Mungu akikubariki haui sifuri, atakisha mjukuu wako anakula tunda lako. Mtu mwenye baraka hawazi pesa za kula hizo, anawaza kitu chake, akutana nazo zile hela zake. Mwingine sasa hivi anawaza mtoto wake tu hapa na mwingine na waza kituko cha cha yani yani chake anakifurahia, kituko changu ndio hapa duniani, akute ile gorofa, akute ya yani mahamba ya magari magari mazuri. Na ndio maana tunakuwa maskini, kwa sababu tunawaza watoto tutulwa za hapa tunaoona, kumbe atakao waze mjukuu waze na kituko hizo, ndio bala mwenye akili za baraka hawawazi mambo ya mafanikio hapa duniani, anawaza mpaka kizazi chake cha pili. Na ndio maana ukifuata akili za babu yako, unawaza watoto tu unaishi